Joni, najua hakuna sisu kijua, nakupatia kila kitu, nakupatia pesa, nakupatia matumizi nayotaka, lakini mbona kama nanipotezea, mbona kama haunijali. Eh, mbona ni kama yani nakuforce kwanyeya? Mpenzi, niambie basi, niambie kama na mtu mwingine unampenda Joni, na mimi nijue, nielewe mm -mm. Umeanza umeanza lawama zako hapa, tumekuja kuenjoy, tumekuja kufurahi. Niko darasani, niko chuo, nafanya vitu vyangu, wazazi wangu wanajua niko shule, lakini niko hapa na enjoy na wewe, umeanza hivyo wako umeanza wivu wako, acha mambo yako aise. Ah, sasa Joni amna shida, naomba tu nisamee kama nimekukosea, kama nimekukwaza, naomba nisamee mimi, rejesha furaha yako basi, nakuomba Joni, please. Oya, mapenzi sio nikuna, mshangazi wangu, oya mapenzi sio. Ah, <laughs> Sijali bibi, mi nakupenda wewe tu. Mshangazi wangu, mshangazi wangu, mshangazi unanipa kila kitu. Kwa nini wapenda watu wengine? Mi pamoja na sura yako ngumu nakomaa hivyo hivyo, nakupenda mshangazi wangu, hivyo hivyo mi nakomaa <laughs> <I say. laughs> <laughs> no, nononono no, no, no. <laughs> no. <laughs> ana nchoresha lakini matu mshangazi mwana sura ngumu, watu wanasikia, watu wanaona, hasa watu nafikiriaje? Sasa ni stiri basi, hata kidogo kule. Mi ni mshangazi na sura ngumu, sawa, basi ni stiri mwenzako. Yamani da Mpemba, nimekuita hapa kistarabu kabisa, ndugu yangu. Mimi naomba achana mtu wangu, achana demu wangu, rafiki yangu. Oh, sharobalo wako wewe oh, bisho wako na nini, mwanangu? Achana demu wangu, nitakufanya kitu kibaya. Sitaki ukote kitu kibaya, sitaki nifanye kitu kibaya chochote kwako. Mpemba, naomba kaa mbali na mtu wangu. Oya, we nini, mwanangu? wewe nini? eh, kama demu wako kama kakukataa, nikakukataa, wewe unashinda kujitunza vizuri eh, mabisho kama sisi tunapita hapa afu wanatuchekea chekea, si tuwafanyaje? Si tunawachekecha tu mwanangu eh, tunawachekecha tu. Wataka nifanyaje sasa? Kama demu kanipenda mwenyewe, mimi nifanyaje? Eh, ah, zarao mwanangu, au sio? Eh, hata zarao yanakuelekeza kistarabu, na hata zarao kwamba siwezi kukufanyia chochote. kisa, kisa wewe bisho eh, handsome boy nini? Eh, bisho la watu wote wanaona, yeye anajikuta yeye bisho kuliko wote mwanangu, kwao anachukua demu za watu kirahisi kabisa, au sio? Na kuelekezwa na kataa, au sio mwanangu? We suna niweza <laughs> yani, mwanaume umegusa sehemu nyingine kabisa, hii sehemu siyo kudaradeki. Oya mimi nitakufanya chochote ninachoweza kukifanya, kudaradeki.